Kutoa neno la asubuhi la utangulizi. Tunashukuru kwa wale ambao Mungu aliwawezesha tuwe pamoja. Amen. Amen. Amen. Na kama nilivyosema, mtumishi ninaishi Marekani na huyo mtumishi alipofariki, wengi wanamjua, wa alikaa huko Tanzania kama miaka 40 na anaitwa Mzee Petro Sanja na wao wanamsahau amefariki tu, miaka miwili imepita alipofariki, ndo aliacha simia kama mtume wa makanisa haya ya Kenya na Tanzania na Congo. Ndio maana nipo hapa, kwa sababu tulikuwa hapa Tanzania na semina tumemaliza, tumeenda Kenya na sasa hivi tunatoka Kenya ndo tumepitia kama tulivyozungumza na mtumishi hapo. Hiyo nimefurahi kumwona mzee wangu, kama wanavyosema, namuona kwenye TV <laughs> Ame. Ila yeye mama shusho tulishaonana uso kwa usu, eh, ndio na mwetu tumeonana tena. Amen. Na nadeto tajaribu tena kuendelea kuwasiliana zaidi. Amen. Amen. Amen. Amen. Yamana chuma noa, sio chuma sieta. Wazee waliotangulia kwenye kazi wanatupa ushauri. Amen. Amen. Amen. Ya kwa hiyo Mungu abariki sana, tuko pamoja na muda wote, kama mmeandaa semina nini, tunashirikiana na namna zote zetu tutakuwa tunakuja.